Elimu mliokuwa hapo ndani, CPA wakala, mwenyekiti wa kamati na mwenyekiti wa bodi na wajibu wa bodi, jitihada hizi za maboresho ya elimu na jitihada hizi zilizofanywa na bodi pamoja na kamati ya uchangiaji chini ya walimu na wafanyakazi wasio walimu warufu, nataka nitangaze kuungwa mkono na kiongozi wetu mkuu wa nchi ambaye alikuwa awe mgeni rasmi, nami nimekuja kumwakilisha hapa, naye si mwingine ni mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye pia ameguswa na hali hiyo, na amesema, najua shule hiyo kwa sasa inasomwa na wasichana na mimi ni mama, najua magumu wanayoyapitia, na nimefarijika kusikia watanzania mmoja mmoja, wenye makampuni, taasisi za umma na za binafsi, zimechangia kufikia kiwango hicho, na yeye anaunga mkono kwa kuchangia shilingi shilingi